Kuchukua watu wengi waulize kuhusu Samsung, wengi watasema simu, lakini hii ni kitu moja ndogo sana ukilinganisha na kampuni ya Samsung. Samsung utengeneza magari, meli kubwa, mitambo, teknolojia za kijeshi, ujenzi, insurance, shure. Pia walijenga Burj Khalifa, jengo refu duniani. Leo Tuongee kuhusu mji ulijengwa ndani ya mji mwingine Samsung City. Ukitembea dunia mzima hakuna nchi iko na intaneti kali kama Korea Kusini. Nchi hii pia ndiyo nchi zingine zinaogopa sana kama itasumbua kibiashara na teknolojia. Korea Kusini kuna kampuni kubwakubwa kubwa, kama Hyundai ya magari, Daewoo pia ya magari, Kia pia ya magari, Genesis pia ya magari wakona CK Group ya kutengeneza simu na laptop, Korea Aerospace Industries KAI ya kutengeneza ndege za kijeshi, LG ya kutengeneza vitu za nyumba, alafu kuna Samsung. Samsung ni nimero ya tatu duniani kuuza vitu mingi nje ya inchi. Nyuma yake kuna LG pia ya Korea Kusini. Samsung ilianzishwa mwaka 1988 na Lee Byung-chul, kama biashara ndogo ya kuuza chakula. Baada ya vita ya Korea, Samsung ikaingia viwandani. Ikajenga chuma na mamashini tofauti. Ikawa mgongo wa uchumi wa Korea Kusini. Leo Samsung inachangia zaidi ya 20 kwa mia ya uchumi wa Korea Kusini. Inajiri maelfu ya watu. Teknolojia zake zipo duniani kote. Watu wengi wa Korea Kusini wanaosoma shule za Samsung wanatibiwa hospitali za Samsung. Wafanyakazi wa Samsung wanaishi Samsung City Suoni, makao makuu ya research, developer, teknolojia za siri, AI chips na simu. Wengi usema Korea si inchi, ni kampuni. Kupitia Samsung C&T walijenga Burj Khalifa Dubai, jengo refu zaidi duniani kupitia Samsung Heavy Industry utengeneza meli za mafuta, meli za gesi LNG, meli za kijeshi, oil rigs baharini. Samsung pia utengeneza magari, Samsung Motors, utengeneza mitambo na kamera za usalama, teknolojia za kijeshi na ulinzi. Samsung Digital City Suwon, huu ni mji wa Samsung ilijengea wafanyakazi wao, lakini uko na kila kitu: viwanja, polisi, shule, hospitali. Ni kama mji mwingine, lakini kama wewe si wa hapa, unaweza potea kabisa. Kuna barabara za asili, AI, na teknolojia za baadaye. Pia wako na teknolojia teknolojia ya hali ya juu. Wafanya kazi wa Samsung City hawaruhusiwi kusema wanachofanya, hawaruhusiwi kuingiza simu, ni kama eliyamusini 1 ya Korea. Lakini swali ni kama, kampuni inajenga mji, inatengeneza silaha, iko na teknolojia kali, inachangia uchumi wa inchi, siku moja kampuni iyo itadondoka itakuwaje? Wengi wanasema Samsung ikisimama, Korea itateseka sana. Samsung ilibadilisha dunia na simu kama Galaxy S, Galaxy Note, Fold na Flip. Samsung imekuwa mpinzani mkubwa wa Apple, Huawei, Xiaomi na bado wanaongoza kwenye screen, chips na memory.